Karibu tena katika mwendelezo wa pili yetu toka AJE Farms mashamba yanayotembea, na ile leo bana nikutana na na besti wangu ambaye ni mwanafunzi wangu katika chuo kikuu cha mtaani kitungo cha Nisikosuko na hapa tuko Morogoro tukizungumzia ziara ya mashambani kwani Morogoro, na nimekuwa na mazungumzo naye tangu asubuhi na of course tukutana jana tukazungumza kidogo, na ileo tukapata selfies kadhaa. Niko excited sana kuzungumza naye na, na, na huyu ni huyu ni jenzi lakini mwenye akili mingi mingi sana, ambaye anaweza kujitambulisha hapa pia. Tutazungumzia sana kwa kina kwanini tunakuja Morogoro, kwanini tumeamua kuja Morogoro katika ziara ya kwanza kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Nami naitwa Dr. Ibrahim ama daktari mkulima kutoka Aje Farms, mashamba yanayotembea. Hakika utaenjoy sana kipindi hiki. Jitambulishe na akili wane taji kufahamu. Uh, mara kadhaa nimeposti kuhusu wewe, kuhusiana na juhudi zako tangu umeanza kupambana kama mwanamke, kuamua kujinasua kutoka kwenye

daraja. Mbona hii ni daraja moja la kufikia ndoto zangu? Oh, wow. Sasa tuna tuna kwamba tumeweza kutana mtandaoni. Kumbe mtandao una nguvu sana. Kabisa.